Nilipenda nizungumzie jambo moja kuhusiana na na msamaha ambao Mheshimiwa Rais aliutoa aliutoa siku ya tarehe kumi na nane kwa wale ambao walishiriki eh, maandamano hapo, au kwa kujua au kwa kuto kujua. Lakini kati ya waandamanaji hao walikuwa zaidi ya elfu mbili na arobaini na tano waliokamatwa nchi nzima. Lakini katika hao kutokana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dkt Samia Suluhu Hassan watakaoachiwa kwa sasa ni elfu moja mia saba na thelathini na sita. Na walioachiwa mpaka sasa hivi hao wengine, manake ndio wataachiwa kwa mujibu wa taratibu, namna ambavyo utaratibu wa kupekua na kushughulikia, namna ambavyo wanatoka wapi, wanatakiwa wafanyiwe nini hawa wako karibu 1736 176 lakini walioachiwa mpaka jana ni mia sita na saba na zoezi la kuachia linaendelea baada ya upekuzi wa kina na kujiridhisha ili waweze kutoka nje. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, watu zaidi ya mia sita na saba wameachiwa mpaka jana tarehe 25 na zoezi linaendelea lakini katika hao elfu mbili na arobaini na tano, watu mia tatu na tisa e, kazi ya ufuatiliaji inaendelea. Lakini kwa kweli utakaoachiwa jumla elfu moja, mia saba na thelathini na sita kati ya elfu mbili na arobaini na tano, na walioachiwa mpaka tarehe 25 ni watu mia sita na saba. Lakini niwataje kwa mfano, mkoa wa Manyara mtu mmoja kaachiwa. Mwanza watu 164, Arusha watu 24, Geita watu 74, Dar es Salaam watu 263, Rukwa watu kumi, Mbeya watu 69 na Shinyanga watu wawili, jumla watu mia sita na saba, na zoezi linaendelea. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii tumshukuru sana Mheshimiwa Rais na tumpigie makofi mengi sana kwa kitu kitu ambacho ekupai huu ni upendo tu kwa sababu yeye kama mzazi kama mlezi ameamua kuchukua hatua kama hivi.